Aitwa Godi Yanga, sijui kama unamfahamu Godi Yanga mm. eh? mm. E, yule mtoto yule naye balaa yule, akaja pale, akasema umemwona rahisi mm. Nikamwambia mumshikilie huyu, msipomshikilia huyu akiondoka, mtalia kama kilio cha mbwa nakukataa, ujue bwana mdogo e, wewe unayafuku wafukua wa maneno mm. kwani aliyesema kwa kwamba kwa nini karabusha bwa anakaa nje nani? Nikamtaja yule mtoto Valentini nani Numa. Ha, ha, numa, mashaka, mashaka. Umanelewa hmm. Watu wakasema mimi nimetoka huko ntokako na njaa zako. Na mimi naomba Mungu Mungu ampige kofi yule bwana aondoke na, na si tuwapatie watu waanze kuwafumua, kwa sababu kile kitoto ndio kinawapa jeuri. Yanga yuko kwenye garden safi sana kama vile rais mm, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ah, alafu nyuma nimevaa jezi yangu mavambo, angalia hali imetulia mm, nakula kula kipu, kipupwe yeah, kipupwe tatibu. Alafu mm, namwaga maneno tunaenda robo finali na nani karabusha. Mungu, sasa ana tatizo gani yule We kaloteti ta... baba yeah. karabwa yule pale, karabwa, narudia tena karabwa, atana na hiyo habari babu, nikenimpe yeah. nickname bado inakuja yeah. mimi nimekuambia, hata huyo Spider hmm. namwekea nickname yake mm. lazima wamwite, watampa majina yote mpaka OCD watampa yeah. nini aspekta mpaka OCD watampa, mpaka lapisi watampachika <key Danny> Aa... mimi nayotaka niwaambie <fingerprint mozzarella> naam wao mm. <coughs> Itatetereka sana, hey, itatetereka sana. <coughs> Unajua, ngoja nikwambie kitu kimoja. <coughs> Leo nahojiwa kwenye garden safi sana kama vile raisi mm. wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alafu nyuma nimevaa jezi yangu mavambo. Angalia hali imetulia, mm. nakula kipu, kipupwe. Yeah, kipupwe. Tatibu. Mm. Afu namwaga maneno. Afu pembeni yake kuna garden eh, bana, kamera hebu chukua na lile garden lile yeah. Ndugu zangu waone washabiki wangu waende wakaone mzee Saidi leo kahojiwa wapi, anawaongelea walume ndagu yeah. Niko kwenye kona yeah. Swali usema, ulisemaje? <laughs> <laughs> wa eh, eh, kwanza eh, nataka nikukanushe, kukanushe mm -hmm. Yule hana mpango wote wa kwenda kugombea ubunge mm -hmm. Yeye amejikita na shughuli zake. Hilo la kwanza. La pili, lazima itayumba. Kwa nini itayumba? mm -hmm. Siku zote hata ukiwa una timu wakitoka wachezaji wanne lazima uyumbe. Nikupe mfano mdogo sana Zamaleki wale pale umenelewa, wametolewa kwa sababu gani? Wameuza takriban wachezaji wangapi? Wanne. Na ndio maana unaona muyumbo ule. Kwa hiyo ni watu ambao mlishakuwa mmefahamiana, huyu anapita hapa, huyu anapita hapa, yule anapita pale, yule anaingilia kule, huyu anatokea hapa. Kwa hiyo hata safu ya uongozi wa Yanga lazima itayumba, na itayumba mpaka kwa wanachama mpaka kwa wapenzi na mi naomba Mungu Mungu ampige kofi yule bwana aondoke na, na si tuwapatia, watuanze kuwafumua kwa sababu kile kitoto ndo kinawapa jeuri ya Yanga hey! Kwani wewe unakiona kitoto kimenyooka, kimetulia kile. Na siku yenyewe akija kiondoka, chemaloni amekosekana viwanjani takriban mechi kadhaa ta, toka alipopata injury e, tunashuhudia nafasi yake akihudumu karabu shamo inspector na hakukuonekana kuwa na huyu mtoto mchokozi sana. Unajua wewe unatafuta maneno na mimi hmm, kwa nini? Eh, unatafuta maneno. Unajua usi, usinichimbue chimbue sana bwana mdogo na kukataa hmm, hmm. Na kukataa ujue bwana mdogo wewe unayafukuafukua wa maneno hmm. Kwani aliyesema kwa kwamba kwa nini kalabusha bwa anakaa nje nani na kuuliza we unajua, unaniumiza roho yangu, alafu unataka tuanze kusumbuana. Ni nani aliyesema kuwa kwamba karabusha bwa bwaka nje aya? Nakaa mimi nikawa nalalamika, si mimi ndio nilianza kulalamika. Wanasema mzito anabeba magunia yule, kwa sababu chefo ndo maloni eh. ana uwezo kuliko karabusha mo. Tunaenda finali, tunaenda robo finali na nani karabusha mo. Sasa ana ana tatizo gani yule Bata? We karoteti baba hmm. karabwa yule pale karabwa, narudia hmm. tena karabwa faida hmm. Namwekea ni kinemu yake hmm. Itakuja, itakuja tu. Mimi nilisema jamani hmm. Tuna wachezaji wa nne hmm. Tuna mchezaji wa kwanza hmm. Umenielewa sijui. Tuna mchezaji wa kwanza tulimchukua ile timu iliyoshuka daraja hmm. Ile gaitan go, ga, godin ile, ile. Sawa hmm. Na uichukue hivyo hivyo uipeleke hivyo hivyo uh. Umenielewa? Mimi naongea kitu ambacho kinachoonekana. Mm. Siongei mimi kutafuta maneno na watu. Mm. Sigombani na mtu bwana mdogo. Mm. Sijui unanielewa vizuri. Yeah, na sioenda kuumiza. Yeah. Mimi kitu nikikiongea mm. na jicho la pili la upande wa tatu. Mm. Unanielewa sijui? Mm. Mimi na sijui nisemeje unielewe. Nilisema hivi. Klabu yapate nafasi ya kucheza kila wakati ili benchi lisimuumize. Mm. Nikasema barua mm. Nikamtaja Shasambi hmm. Nikamtaja yule mtoto Valentini nani? Valentini Noma. ah ah Noma, mashaka, mashaka. Yeah. Umenelewa hmm. Watu wakasema mimi nimetoka huko nitokako na njaa zangu mm. Sasa kalabwa yule pale mm. Umenelewa haya. Sasa angekuwa anakaa kila siku, wanamuita inspector, lazima wamwite, watampa majina yote mpaka OCD, watampa nini inspector, mpaka OCD, watampa mpaka RPC, watampachika mm. Baadhi ya uh, malalamiko ya wanasimba wengi, hususa kwenye kocha Fadhu, uh, hivi sasa haonekani kuamini baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wakifanya vizuri. Tunamzungumzia Edwin Charles Barua, tunamzungumzia Ladak Chasambi, imeonekana kuwa nafasi finyu hata kutokea sabu. Ha, unajua yule bwana yeye anachotaka matokeo hmm. mimi sikataa. Yule bwana anatafuta matokeo hmm. na sasa kama anatafuta matokeo, vitu kama hivyo lazima vitakuepo, umeona hmm. vitu kama hivyo vitafanya nini, vitakuepo kwa nini vitakuwepo? mm. Yeye anacho Fadru ni kocha mmoja jeuri sana mm. jeuri uwanjani mm. sio jeuri kwingine huko sijui mm. unapomwangalia mm. yani yeye anapotengeneza mm. timu yake mm. anaangalia hii timu inaenda kunipa nini mm. alafu tunapoongea kwa kwamba, yani tunapomtaja Fadru mm. lazima kwanza tutaje na professional yake mm. kuwa yule ni mwalimu mm. umenelewa, na mimi hili nilishawahi kulisema kwa kwamba watoto wao wanacheza. Nataka nikwambie kwa nini niliyasema hivyo cha sambi, si tunakwenda Afcon mm. kwa hiyo naye we anafanya nini? Anapata muda hata dakika kumi, dakika kumi na tano anacheza mm. Mimi nikatukanwa bwana mdogo hapa hapa mm. Nikaambiwa mimi njaa ndo zinazonisumbua eh, lakini leo yanaonekana na watu wameshaanza kulalamika mm. Sasa mimi niseme nini mm. eh? Sawa sawa, kama kuna kosa lolote niliwakosea wana Simba hmm, basi tusameane lakini mimi haya yote niliyasema. Sawa sawa, tupeane nafasi hmm, tuwape nafasi vijana wetu na wenyewe wapate ingalau wacheze okay. Si umeona kama vile jana, nashauri hata Manula sasa aendelee kupata nafasi eh, kama kama injury zake zimepona, hmm, apewe nafasi hmm, si mchezaji ambaye bado tuko naye sasa hmm. Kwani unamweka bench hivi Manula? Mimi Manula namheshimu sana katika football ya Tanzania, hakuna mtu anayemheshimu kama Manula au ile mashabiki go Simba wawambie maneno la mwisho, mashabiki wa Simba. Ah, mimi nayotaka niwaambie <laughs> Okay. <laughs> Wana, huyo ni Mzee Saidi Lango, jina ni Jiva Osman. Nilikuwa nikizungumza e, moja kwa moja kupitia Chapesa Media lipotaka nguvu ambaye nahakikisha. Bwana ngoja kwanza. Huyu mtoto anataka naye, hmm. Unasemaje bwana mdogo? Mzee Saidi. Naam. Na interview moja ulifanya ukasema ana hisia ya African akiondoka, Utalia kama mbwa. Ah, ah, ile ya pale. Ile si ndio ileta shida kwenye futari. Unajua, mimi nilienda kwenye takwa langu la kisheria katika dini yangu. Sasa tukawa tunaongea naye, mwenyewe alikuwepo pale, tunabadilishana mawazo, tunacheka wenyewe. Tumeshamaliza kufuturu, kuna bwana mdogo mmoja anaitwa Godi Yanga, sijui kama unamfahamu Godi Yanga eh. Yule mtoto yule naye balaa yule, akaja pale akasema umemwona raisi Mm. Nikamwambia mumshikilie huyu, msipomshikilia huyu akiondoka, mtalia kama kilio cha mbwa, yaani yeah. mbwa kazi yake ni kulia, kupeleka mdomo juu, hainamishi chini yeah. Shekhe mm. na ninakwambia bwana mdogo, nakuonyeshia kidole cha, cha shahadu hichi mm. kuipanga safu ya uongozi mpaka ikaleta mafanikio kwenye klabu ni kazi kubwa. Simba wameangaika takriban miaka minne kutengeneza tu kwanza safu ya uongozi kabla ya timu, kabla ya timu hmm. mkitoka pale muende mkatengeneze timu hmm. sijui unanielewa. Na ndio maana unaona tumejitafuta mpaka uongozi umekaa sawa, kama mimi muongo. Hakuna viongozi wa Simba, Simba inaharibu, tunapiga makelele walijihuzuru wapo, si wapo? Hmm. Ndio maana yake ya kujitafuta. Yaani unaweza ukaingia huyu bwana, hatufai, tukamtoa, huyu kaingia, hatufai, tukamtoa sasa ndo nami nasema injinia Elis wa mle watu wanajua mimi rafiki yangu, mi sikatai na kiri kabisa. Injinia Elis ni mdogo wangu na ananiheshimu mno na mimi namuheshimu sana na anaipa Yanga makubwa. Sasa hivi unaonekana ulipanda ndege kwenda safari ya kwenda Mwanza, eh, ni safari ambayo ulitamba sana, akasema mimi ndo mtu wa kwanza kupanda ndege, eh, ni kweli mm, wala sio uongo, ni kweli mi ndo nilikuwa mtu wa kwanza na nipanda ndege, nimefurahi mimi unajua, ngoja nikwambie, mimi sina wanasema sina, sina, sina competition na mtu mimi, kinachonifurahisha lazima nikiseme, umeona. Na nilikuwa nalia usiku na mchana, swala la kupanda ndege nilikuwa nalililia mno. Yaani katika usafiri ambao nilikuwa sijawahi kupanda ni ndege. Boti nimepanda nimeenda Mwanza nini Zanzibar kwenda kuangalia mechi ya Simba na Azam. Nikawa nimeshapanda, sasa kilichobakia ni nini? Hmm. Kilichobakia ni ndege. Hmm. Jamani, nani atakaye nipandisha ndege? Na waombeni mnisaidie, kwani ukiwaomba Watanzania wenzio wakakusaidia wakasema bana, basi njoo upande uende. Kwani mi na ugomvi na wa Watanzania? Hmm. Sina ugomvi. Kwa hiyo Mtanzania alijitokeza. Hmm. Umeona bwana. Hmm. Mwenye hekima zake akaniambia, Mzee Saidi twende ukatembee Mwanza, nikapanda. Eya basi, shukran sana Mzee Saidi. Eya basi Doos huyo ni Mzee Saidi alikuwa akitema cheche kutoa na sana mawaidha bye bye maw kutoka maeneo haya.